Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha allah tunaendelea na darasa letu la fikihi kupitia kitabu kinachoitwa Durarul Bahiyatu. Kwa wale ambao wenye vitabu watafunua ukurasa namba tatu, sehemu ambayo imeandikwa faslu kipambanuzi, min alamatil iman, katika alama za imani alyakini, yakini, yakini wa tasdiqu, na kuswadikisha faslu kipambanuzi, manake kipengele kinachoelezea min alamati aliman alama za iman alyaqini yakini, yakini wa tasdiquna na kusadikisha. Jaa fil hadith, imekuja katika hadithi ani nabii sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa Mtume, rehma na amani zimshukie juu yake, anahu qal, hakika yeye anasema. Mtume anasemaje? idha arada Allahu biabdihi khaira, pindi anapotaka Mwenyezi Mungu kwa mja wake khairi. Idha arada Allahu b bia biabdihi khaira, pindi anapotaka Mwenyezi Mungu kwa mja wake khairi. Mwenyezi Mungu anapotaka khairi mja wake aipate, Mwenyezi Mungu anapokutakia wewe khairi, jambo gani anafanya? Salaka fi qalbi hupitisha katika moyo wake, salaka fi kalbihi, upitisha katika moyo wake mja huyo, alyakina yakini watasdika na kuswadikisha, kwamba Allah akitaka kheri kwako wewe, kwanza kabisa katika moyo wako anakupa yakini eh, ukweli wa mambo, lakini pia anakupa kuswadikisha tasdiki kwamba Allah yupo nakubali, Mwenyezi Mungu yupo kuswadikisha malaika wapo nakubali. Eh, akasema: wa idha arada bihi sharra, na anapotaka kwake huyo mja shari. Allah anapotaka shari kwa mja wake salaka fi kalbihi, anapitisha katika moyo wake araibata mashaka. Yani mtu anakuwa na mashaka mashaka, kumwambia Mwenyezi Mungu yupo, aamini kama Mwenyezi Mungu yupo E, ana mashakaashaaai mungu poeliedakimwambia e, ya dini yani anakuwa na mashakamashaka ao mnyeziuashamawke anampa mashaka mashaka katika masala ya, ya dini e, masala ya kimungu ya ki, basi Allah ametaka shari kwako wewe ila ukiwa na Mm, kuwa naswadikisha kwamba Allah yupo yupo, eh, unaamini basi, Allah ametaka khairi kwako kwa wewe. Qala Allah ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, faman yuridu Allahu an yahdiyahu eh, yule ambaye ametaka Mwenyezi Mungu amwongoze, yashiraha sadrahu, hukunjua kifua chake lilislami, katika Uislamu. Yani Mwenyezi Mungu akitaka amwongoze mja wake anamfungua kifua chake, e, chake kwa ajili ya Uislamu. Faman yuridullahu an yahdiyahu yule ambaye ametaka Mwenyezi Mungu amwongoze yashrah sadrahu lilislam, anafungua kifua chake kwa ajili ya Uislamu. Yashrah sadrahu lilislam anafungua kifua chake kwa ajili ya Uislamu, kwa maana ndani ya kifua cha mja huyo anayajaza mambo ya Kiislamu, anaujua Uislamu. waman yurid an yudhilahu, na yule ambaye atataka Mwenyezi Mungu ampoteze yaj'al sadrahu dhayiqa, anajalia au huweka katika kifua chake mja huyo dhayika, dhiki haraja yeah. Kwa maana dhiki yenye kubana, yani kwa maana dhiki eh, maisha magumu eh, kwa maana haijui dini mtu huyo mm, Allah amempa dhiki kabisa. Kwa hiyo Allah akitaka kheri kwa mja wake, basi anampa mambo ya kiislamu, lakini akitaka shari, maanake nampa anampa, anampa dhiki anampa dhiki yenye kubana waqad ittafaqa ahlu sunnati na hakika wameafikiana eh, watu wa sunna. Ala anna almu'mina, eh, juu kwamba hakika ya mu'mini. Wameafikiana juu ya jambo gani? Eh, wameafikiana watu wa sunna ala anna anna almu'mina, eh, juu ya hakika ya mu'mini alladhi, ni yule ambaye yuhkamu alaihi, eh, hukumiwa juu yake biannahu <coughs> kwamba yeye min, eh, ahlilqiblati min ahlilqiblati, ni katika watu wa kibla, akimaanisha watu wenye kuswali. Mumini ni yule ambaye hukumiwa juu yake, yani kwa maana, mumini ni yule ambaye, eh, watu wanamuona na swali E, ndio hukumiwa juu yake kwamba yule ni mtu mswalihi na anaswali, huyo tunamwita muumini eh. Wala yukhalladu hmm, wala hatuka milele finnari, katika katika moto. Muumini hawezi kukaa katika moto. La yakunu eh, hatokuwa ila man itakada biqalbihi eh, ila ni yule ambaye Eh, aliye itakidi biqalbihi katika moyo wake din alislam dini ya Uislam, yule ambaye ameitakidi katika moyo wake dini ya Uislam hatokaa motoni milele eh, itikada, eh, itikadi jazima eh, ya moja kwa moja itikadi eh, ya kupata maanake itikadi ya moja kwa moja. Huyo ndio ambaye hatokaa motoni, muislamu ambaye ana itikadi eh, eh, kwa maana anaitakidi kwamba Allah yupo eh, vitabu vipo na kadhalika, huyo hatokaa motoni eh, khalian eh, aliyepukana mina shaki na mashaka, hana shaka yeye eh, Allah yupo yupo, hana wasiwasi Hana kuojioju kuhusiana na Mwenyezi Mungu, anajua kabisa Mwenyezi Mungu yupo, anajua kabisa Mwenyezi Mungu yupo. Wanatoka eh wanatoka lakini, pia na akatamka bishahadataini, shahada mbili kwa maana, ashhadu an la ilaha illa Allahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kwamba nakili kwa moyo na kutamka kwa ulimi kwamba hapana mola apasa kuabudiwa kwa akila kwakila Mwenyezi Mungu, na Muhammadi ni mtume wake. waan amiri lmuminina, na kutoka kwa amiri, eh, muminina, amiri wa umini, eh, kiongozi wa umini Omar bin Khatabi, ambaye ni Omar bin Khatabi radhiallahu anhu, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee juu yake. Qala, amesema Omari anasemaje bainama nahnu julusu inda rasulillahi sallallahu alayhi wasalam baina yetu tukiwa tumekaa mbele ya Mtume rehma na amani zimshike juu yake, dhata yaumi, siku moja, idhi tala alaina rajulun, akatuchomozea kwetu sisi mtu kwa maana hmm, akaja mtu. Tulikuwa tumekaa na mtume e, ghafla akatuchomozea mtu, akaja mtu shadidu bayadh e, mwenye mavazi meupe sana e, ambayo mavazi yake yanang'ara meupe shadidu bayadhi thiabi. Eh, mwenye bayadhi manake ni jamu yo ya abiadh eh. Kwa maana mwenye mavazi eh, meupe sana shadidu manake sana. Shadidu bayadhi thiabi eh, athiyabi manake thaubu eh, jamu ya thaubu. Thaubu nguo, thiabi manake ni nyingi, nguo nyingi kwa hiyo akiwa mavazi yake yote eh, yakiwa ni meupe shadidu sawadi shari, mwenye nywele nyeusi sana eh, ndio tunasema mavazi meupe pe na nywele nyeusi t eh, ndivyo. Kwa maana nyeupe pe nyeusi t shadidu sawadi shari, mwenye nywele nyeusi eh. La yura alaihi atharu safari haikuonekana kwake yeye athari ya safari, kwa maana yani, kwamba labda mtu huyo ametokea kona hii, ametokea njia hii au labda amechoka ametoka na safari au labda atoka jasho labda miguu mvumbi hana athari ya safari, kana kwamba ndo amechomoza tu pale pale, la yura alayhi atharu safari. haikuonekana juu e, yake athari ya nini, ya safari. Wala yaarifu minna ahadun, wala hakumjua hmm. Wala hakumjua hata mmoja kwetu sisi e, kwa maana hakumjua kwetu sisi hata mmoja tulikuwa tumjui hata mtu mmoja amjui kwetu sisi mtu huyo, kiasi tunapomwangalia tumfananisha, tumjui kabisa hata jalasa, ila nabii sallallahu alaihi wasallam, mpaka akakaa kwa Mtume, rehma na amani zimshujue yake mm, fa asnada rukubataihi, na akaegemeza magoti yake akaegemeza magoti yake ila rukbataihi katika magoti ya mtume. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, na akaegemeza magoti yake katika magoti ya mtume, kwa maana magoti yake miaeka kwenye magoti ya mtume. Wa wadaa kafaihi na akaweka viganja vyake okay. hmm. ala fakhidaihi katika mapaja yake mtume wakala akasema ya Muhammad Muhammad e akhbirni anil islam. Nipe habari mimi kuhusiana na Uislamu. Uislamu ni nini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema mtume, rahman amani zimshie juu yake, al islamu, uislamu antashhad, ni kushuhudia an la ilaha illa Allah, kwamba hapana Mola pasiye kuabudiwa kwa haki la Mwenyezi Mungu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, na hakika Muhammad al ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wa tuqima salati, na kusimamisha swala watutia zakati, na kutoa zaka watasumu wa ramadhana, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Watahujja albaiti inistatwata na kwenda kuhiji Maka. E, inistatwata kama utaweza ilaihi sabila kuiendea njia hiyo. Akamfafanulia uislamu ndo hivyo, kwa maana akamtajia nguzo za Uislamu. Qala sadaqta, akasema umesema kweli. Yani baada ya kutajiwa hivyo, akasema umesema kweli faajabna umali anahadithia, anasema faajabna, tukastaajabu. He, kwa maana tukaona maajabu minhu mtu yasaluhu anamuuliza mtume wa yusaddiquhu na anamswadikisha kwamba kweli, umesema kweli, tukaona maajabu sana. Qala akasema, yule mtu fa akhbirni an alimani, nipe habari mimi kuhusiana na imani. Imani ni nini? Qala akasema mtume an tu'mina billahi ni kumwamini Mwenyezi Mungu, wa malaikatihi, na malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume yake, wal yaumil akhir, na siku ya mwisho, watumina bilqadar khairihi wa sharrihi, na kuamini makadirio ya eh, khairi na shari, kwa maana ya khairi yake na shari yake. Qala sadaqta, akasema tena umesema kweli. Qala akasema tena yule mtu akhbirni anil ihsani nipe khabari mimi kuhusiana na ihsani. Kala mtume akasema, antabudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Antabudallaha ni kumwabudu Mwenyezi Mungu, ihsani ni kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ka annaka tarahu, kana kwamba wewe unamuona. Fa illam takun tarahu, ikiwa wewe umuoni fa innahu yaraka, basi yeye anakuona. Hiyo ndio ihsani, kumwabudu Mwenyezi Mungu kama unamuona, kama umuoni basi yeye anakuona. Maana yake kama yupo mbele yako Thuma antolaka, kisha akaondoka. Rajul yule yule mtu, sailu aliyekuwa akiuliza, kwa maana akaondoka yule mtu aliyekuwa anauliza, au akaondoka yule mtu muulizaji. Faqala nabiyu, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, rehmaamazi mshiji yake, ya Omar, akamwita Omar, ewe Omari, atadri mansailu Je, unamjua yule ambaye aliyekuwa anauliza. Qala akasema allahu warasuluhu aalam, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio anajua. Omar akasema hapana tumjui, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio anamjua. Qala mtume akasema, fainahu jibrilu, yule ni Jibril, yule mtu alikuwa ni Jibril. Atakum eh, amekujieni nyie, yuallimukum dinakum, awafundishe dini yenu. Yule alikuwa ni Jibril amekuja kwa ajili ya kuwafundisha dini yenu. Insha allah tukukutana, tutaendelea na ibara nyingine insha allah. subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun wasalamu ala lmursalin walhamdulillahi rabbil alamin.